Mazingira ni kitu muhimu sana. Hakuna asiyetambua jinsi ambavyo sasa dunia inaathirika. Na mabadiliko ya tabia nchi hayakuja hivi hivi, yalikuja tuliposhindwa kuyatunza na kuyalinda mazingira yetu. Ndio maana sasa tunachukua hatua hizi ili tuweze kuyalinda na tufanikiwe kwa pamoja. Tuendelee kupanda miti kwa pamoja lakini yapo yale ambayo yanayozuiwa matumizi ya mifuko ya plastiki au matumizi ya vitu vyote vile vya plastiki. Kama tunavyojua plastiki, huwa haiozi, inaishi maisha yake yote kwetu. Sisi wavuvi, bidhaa hizi za plastiki zina athari kubwa sana sana kwenye mazalia ya samaki, lakini kwa samaki wetu wenyewe ambao samaki akimeza mfuko wa plastiki au bidhaa yote ya plastiki, haiwezi kuchakatwa, haiwezi kumeng'enywa na mwisho wake ni kuua wale samaki wote ambao wapo pamoja na bidhaa zote zilizoko kule baharini. Kwa hiyo wito wangu ni kuwaomba Watanzania wote tutambue, mifuko ya plastiki si salama kwa maisha yetu sisi wanadamu, kwa mazingira yetu, lakini viumbe vingine vyote na hasa Uh, mifugo yetu na samaki wetu kule baharini. Kwetu sisi wafugaji tunatambua malisho ya mifugo yetu yanatoka kwenye mazingira yetu, mimea yetu, majani yetu lakini miti ambayo tunayo. Tunahitaji sana kuwa na malisho ya kudumu, malisho endelevu. Lazima tuchukue hatua sasa, ndio maana Wizara ya Mifugo na Uvuvi tumekuja na uhamasishaji wa kila mfugaji kuwa na eneo lake kwa ajili ya kuanzisha malisho, ili sasa tuishi kwa urafiki kati ya misitu yetu pamoja na sisi wafugaji, tukishakuwa na mashamba ambayo yana malisho kwa ajili ya mifugo yetu, na tayari tunazo mbegu tano zimeshapata ithibati ili tuweze kupanda kwenye mashamba yetu, ni wazi tutaweza kutunza misitu yetu, tutaweza kulinda miti yetu ambayo imepandwa na sisi. Tunaweza kupanda ile miti malisho pia kwenye maeneo yetu, ili tunapohitaji kuweza kulisha mifugo yetu kwenye miti malisho, tuweze kufikia kwa pamoja. Ni muhimu sana, tunasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, uh, tuchukue hatua sasa, na mifuko ya plastiki au matumizi ya bidhaa za plastiki haikubaliki hai tena, ni muhimu tukachukua hatua kwa pamoja. Nimalizie kwa kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa ameifanya. Yeye ni mwana mazingira tunajua, ameshakaa wizara hii au ofisi ya makamu wa rais, alianza kazi nzuri mpaka sasa akiwa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, anaifanya kazi nzuri ya utunzaji na ulinzi wa mazingira yetu, lakini uhamasishaji kwenye kupanda miti.